Sifu Yesu Kristo. Leo ni sherehe ya Epifania, sherehe ya tokeo la Bwana. Masomo yetu ni haya yafuatayo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya sitini, aya ya kwanza hadi ya sita. Ondoka e Yerusalemu, uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe, wanawako watakuja kutoka mbali na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana na Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya tatu aya ya pili hadi ya tatu na aya ya tano hadi ya sita. Ndugu zangu, ikiwa mmesikia habari za uwakili wa neema ya mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni urithi pamoja nasi wa urithi mmoja na mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu, kwa ajili ya Injili. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili inatoka katika Injili ya Matayo, sura ya pili aya ya kwanza hadi kumi na mbili. Bwana awe nanyi, na awe rohoni mwako. Somo la Injili Takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Utukufu kwako, E Bwana. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za Mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii: nawe Bethlehemu, katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako watatoka kwa mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema shikeni njia, mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Na waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia, na tazama, ile nyota waliyoiona mashariki ikawatangulia hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Na walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Na walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu: dhahabu na uvumba na manemane nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Leo mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya tokeo la Bwana, yaani Epifania. Neno Epifania asili yake ni lugha ya Kigiriki likimaanisha kutokea, kujionesha au kujifunua. Epifania ni sherehe ya Mungu kujifunua kwa watu wa mataifa yote kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Epifania ni sherehe inayotuonesha jinsi watu wa mataifa walivyomtambua na kumkiri Kristo kama mfalme, kuhani na mkombozi, kwa njia mamajusi, wataalamu wa elimu ya nyota, waliotafuta ukweli wa mambo kupitia elimu ya nyota Haa, walipoiona nyota ya pekee angani, walikumbuka utabiri wa nabii Mika na Danieli usemao kwamba Masia atakapozaliwa itatokea nyota ya pekee mashariki. Katika sherehe ya tukio la Bwana, tumwombe Mungu Mwenyezi aliyependa kujidhihirisha kwetu kwa njia ya mwanaye aendelee kujifunua zaidi kwa watu mbalimbali mbali, hasa wale ambao bado hawajampokea Kristo na kumwamini kama Mungu Mwokozi. Somo la kwanza, Nabii Isaya anaeleza hali ya Yerusalemu kuwa ukiwa kama mke aliyeachwa na mume kwa sababu ya ukorofi wake. Miaka mingi ilipita, watu wakitumikia utumwa. Wa watu wa Yerusalemu wameingia katika hali ya mkato wa tamaa. Mji wa Yerusalemu umejengwa juu ya vilima na kuna mabonde makubwa wakati wa vita watu walikimbia kujificha mabondeni. Kwa hiyo watu hao walioishi mabondeni walishindwa kuona jua, wakabaki gizani. Leo nabii anawaamsha kuona hali mpya akisema, inuka e Sioni uangaze, maana mwanga unachomoza kwa ajili yako, utukufu wa Mwenyezi Mungu unakuangaza. Waisraeli walikumbwa na masaibu hayo kwa sababu walivunja agano walolifanya na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo matokeo yake wakakosa ulinzi wa Mungu na kuishia kuwa watumwa. Pamoja na haya yote, Mungu anabaki kuwa mwaminifu, na ndiyo maana nabii Isaya anatabiri kujifunua kwa Mungu kwa mataifa yote kupitia taifa lake teule la, la Israeli akisema kwamba utukufu wa Bwana utakuja na kuiangaza Yerusalemu. Wakati huo kutakuwa na giza katika mataifa mengine, ili watu waione hii nuru na kuja kuishuhudia. Mataifa, wafalme, na watu toka pande zote za dunia watakuja na kukusanyika ili waangazwe na hii nuru, nao watamsujudia Bwana kama wimbo wa katikati unavyoimbwa Mataifa yote ya ulimwengu watakusujudia, ee Bwana. Fundisho tunalolipata kupitia somo letu la kwanza ni hili lifuatalo: Israeli ni taifa teule la Mungu. Mwenyezi Mungu kwa upendo wake alinuia kulifanya taifa hili kuwa kitalu cha wokovu. Hii yamaanisha kwamba mataifa yatatoka mbali kuja kutiwa nuru, yaani kuokolewa na kutangaza sifa za Bwana. Na katika injili tumeshuhudia mamajusi kutoka mabara tofauti walienda Yerusalemu kums Judea mtoto aliyezaliwa. Yerusalemu yetu ni mioyo yetu, kwani Yesu anazaliwa kiroho katika mioyo yetu. Tukimruhusu Yesu azaliwe katika mioyo yetu katika familia zetu, Yesu ataleta utukufu katika magofu, katika mambo yaliyoshindikana. Mwinjili Matayo anasimulia jinsi mamajusi walivyomtambua wakamsujudia na kumtolea zawadi mtoto Yesu kama mfalme wa mataifa yote. Mamajusi hawa ni mashahidi na wawakilishi wa watu wa mataifa kwa kumtambua na kumkiri Kristo, licha ya kuwa Biblia haitaji majina yao wala nchi walikotoka. Lakini wataalamu wa historia, maandiko matakatifu wanasema kuwa majina ya mamajusi hawa yalikuwa Melikiori akitokea Uturuki, Baltazari akitokea Mongolia na Gaspari akitokea Ethiopia. Kila mmoja peke yake akitokea katika nchi yake, walikutana njiani, wakaamua kwa nia moja kuifuata ile nyota ili kumtafuta Masia. Hatari, uchovu na urefu wa njia havikuwakatisha tamaa mpaka wakafika alikokuwa mtoto Yesu. Bila shaka walitarajia kumkuta mtoto mfalme katika mji mkuu ndani ya nyumba ya kifalme. Ndiyo maana walipofika Yerusalemu, walienda ikulu ya Herode na kumuuliza, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia. Lakini kinyume chake, wanamkuta Bethlehemu, mji mdogo, tena si ndani ya nyumba ya kifalme bali alikuwa amelazwa horini, sehemu ya kulishia wanyama. Baada ya kumwona na kumtambua mwana wa Mungu, wakapiga magoti wakamsujudia, wakafungua mikoba yao, wakampa zawadi zifuatazo. Zawadi ya kwanza ni dhahabu. Mamajusi walimpa mtoto Yesu dhahabu kama utambuzi wao ya kuwa Kristo ni mfalme sio tu wa dunia bali pia wa mbinguni. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa wote. Zawadi ya pili ubani. Mamajusi walimtolea Yesu ubani wakimaanisha kwamba yeye ni kuhani kwa mfano wa Melkizedek. Ubani ni ishara ya moyo wa sala na ibada na uchaji kwa Mungu. Zawadi ya tatu ni manemane. Manemane ni manukato ya kunukia yanayotumika kupaka maiti, hii ni ishara ya mateso. Kristo anajitoa sadaka kwa ajili ya fidia adhambi za ulimwengu. Manemane pia iliashiria kwamba utukufu wake utatokana na mateso, kifo na hatimaye ufufuko, yaani ushindi dhidi ya dhambi za ulimwengu. Baada ya kutimiza hayo yote, roho wa Mungu aliwaonya mamajusi wasimrudie Herode, kwani nia ya yake ni kumwangamiza mtoto Yesu, maana habari za kuzaliwa zilimfadhaisha yeye pamoja na Yerusalemu yote. Naye alipoona hawajamrudia, alitoa amri ya kuwaua watoto wote wa kiume waliozaliwa kipindi cha Yesu. Ndiyo maana kila tarehe 28 mwezi wa 12 Kanisa linaadhimisha sikukuu ya watoto mashahidi. Hawa ndio waliouawa na Herode. Katika masomo ya siku hiyo utabiri wa Nabii Yeremia unaosema, Bwana asema hivi, sauti imesikika Rama, kilio cha maombolezo mengi Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Rejea ya kitabu cha nabii Yeremia sura 31 aya 15 hadi 16. Utabiri huo ulitimia. Mafundisho tunayoyapata kupitia injili hii takatifu ya siku ya leo, tumtafute Kristo kama mamajusi. hawa walikuwa wapagani walioguswa na neema ya Mungu, wakapokea wongofu wakamtafuta Bwana wakamsujudia na kumpa zawadi. Hatari za njiani hazikuwakatisha tamaa katika kumtafuta Kristo. Majusi ni ishara kwa kila mtu anayemtafuta Mungu kwa moyo wote. Maisha yote ya Mkristo ni safari ya kumtafuta Mungu. Safari hiyo ni ndefu, ipitayo katika jangwa lenye hatari nyingi. Hatupaswi kuwa na hofu, sababu tunaye Kristo mioyoni mwetu, daima yupo nasi. Sisi nasi tulikuwa wapagani gani kama hawa mamajusi, lakini kwa neema ya Mungu tumepokea ubatizo na tumemvaa Kristo. Hivyo ni wajibu wetu wa kudumu katika uaminifu, tukizidi kutafuta uso wa Mungu kwa sala, kufunga na kufanya toba kila mara. Fundisho la pili, tunapokutana na Kristo tubadilike, tuwe wapya. Majusi baada ya kumsujudia Kristo walirudi nyumbani kwa njia nyingine baada ya kuonywa na malaika. Tunapoamua kufuata Kristo ni lazima tuwe tayari kuvua utu wa zamani wa dhambi na kuvaa utu mpya wa neema. Ni katika hali hiyo tunaweza kumpa Yesu nafasi katika maisha yetu, tusirudie tena maisha ya dhambi, bali tusonge mbele kwa maisha ya utakatifu. Fundisho la tatu, tumpe mtoto Yesu zawadi nono Majusi walimpelekea mtoto Yesu zawadi zenye thamani, zikiwemo dhahabu ambazo ni ishara ya ufalme, manemane na ubani. Vitu hivi ni gharama. Tujiulize, mimi na wewe tunampa zawadi gani mtoto Yesu ambaye amezaliwa kwa ajili yetu? Zawadi kubwa tunayoweza kumpa mtoto Yesu ni usafi wa moyo. Mungu hupendezwa sana na utakatifu wa maisha. Kristo amekuja ili amtakase mwanadamu. Hivyo mtu anapokubali kushirikiana na neema ya Mungu mtu huyo humpendeza sana Mungu. Fundisho la nne: tutumie vipaji tulivyopewa na Mungu kuutafuta uso wake. Majusi walipewa uwezo wa kusoma nyota na katika uwezo huo wakamtafuta mtoto Yesu na kumpata. Kila mmoja wetu amepewa kipaji chake na Mungu na kipaji hicho chapaswa kutumiwa katika kuielekeza maisha ya mwamini kwa Mungu. Kwa bahati mbaya kuna watu wanatumia vipaji vyao au elimu zao vibaya. Badala elimu iwasaidie kumjua Mungu na fahari yake, wao wanatumia elimu hiyo vibaya na mwisho kuwapeleka katika giza. Mfano, siku hizi sayansi na teknolojia imekuwa sana kiasi cha kwamba mtu anaweza kufikiri kwamba Mungu hayupo, na katika elimu yake anafikiri anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa Mungu. Kwa kufanya hivyo ni kujidanganya na mwisho wake ni mbaya sana. Fundisho la tano, tusiwe akina Herode wenye hofu na madaraka. Mfalme Herode alikuwa na hofu kuu baada ya kusikia kwamba mfalme mwingine amezaliwa katika utawala wake. Hii inamaanisha kwamba Herode hakuwa tayari kuachia nafasi yake. Alifikiri kwamba atatawala milele. Katika nyakati mbalimbali mbali, dunia imeshuhudia mauaji ya kila namna yanayofanywa na baadhi ya watawala kwa lengo tu la kuzilinda nafasi zao. Herode alisababisha mauaji ya watoto wasio na hatia yoyote. Lakini je, kwa kufanya vile mpaka leo yupo? Jibu ni hapana. Kilichobaki ni historia mbaya juu yake. Masimulizi haya yatufundisha kwamba mauaji yanayofanyika ili kulinda cheo hayamsaidii muuaji. Zaidi sana yanamwandalia moto wa milele kwa uovu wake. Vyoo vilindwe kwa uwajibikaji mzuri, lakini pia tuwe tayari kung'atuka wakati unapowadia, ili tuweze kuwapa watu wengine nafasi ya kutawala. Somo la pili la waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso linathibitisha utabiri wa Nabii Isaya kuwa ahadi ya kuletewa mkombozi Yesu Kristo haikuwa kwa ajili ya Waisraeli tu bali ni kwa ajili ya mataifa yote. Mtume Paulo anasema kwamba yeye alifunuliwa na kujulishwa siri, siri kwamba mataifa ni warithi pamoja na wa Waefeso, urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja wa ahadi yake Mungu iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Kristo hakuja kwa ajili ya Wayahudi tu, bali kwa ajili ya watu wote. Ndiyo maana mamajusi kutoka mashariki ya mbali dhihirishiwa uwepo wa Masia kwa njia ya nyota yenye mkia kwa kuonyesha kwamba watamtambua Kristo ambaye amejidhihirisha kwao kama mfalme. Ndugu zangu, Kristo amekwisha kujidhihirisha kwetu, amejionyesha waziwazi. Mungu Baba amejifunua kwetu katika Yesu. Tuone mwanga na tuufuate. Sherehe ya Epiphania ni upendo wa Mungu kujifunua kwetu. Hivyo tushikamane naye wala tusimwache kamwe. Ninawatakia sherehe njema ya Epifania. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na kutulinda. Aliyekuandalia tafakari hii ni mimi Shemasi Revocatus Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo na neno la Mungu.